Waombaji mikopo benki hulalamika kuwa benki zinaweka masharti magumu ili waweze kupata mikopo. Upande wa pili, benki zinalalamika kuwa wakopaji wengi wa mikopo hawakidhi vigezo vya kufanikiwa kupata mikopo benki. Vipi ni vigezo vya kufanikiwa kupata mkopo benki? Video hii inaeleza vigezo vitano vya kufanikiwa kupata mkopo kutoka benki. Upatikanaji wa mikopo kutoka benki. Wajasiriamali wengi huwa wanakumbana na changamoto ya kupata mikopo ya biashara. Mkopo wa biashara ni muhimu wakati unaanzisha biashara au unataka kupanua biashara. Bahati mbaya ni kuwa idadi kubwa ya wajasiriamali ambao huomba mikopo huwa wana hawafanikiwi kupata hiyo mikopo. Baadhi ya wajasiriamali wamekuwa wakilalamika kuwa benki zimekuwa zinaweka masharti magumu kwa wanaotaka kukopa. Sasa basi, ni vigezo gani ambavyo vimekuwa vikiwekwa na mabenki kwa wananchi au wafanyabiashara wanaotaka kukopa fedha? vigezo vitano ambavyo hutumiwa na mabenki wakati wanafanya tathmini ya wanaoomba mikopo. Kuna vigezo vitano ambavyo benki hutumia wakati wanafanya tathmini ya waombaji, ya maombi ya mkopo kutoka kwa wakopaji. Ili kufanya tathmini benki huwa inahitaji kuangalia habari zinazohusu mkopaji na pia habari zinazohusu biashara ambayo inaombewa mkopo. Kigezo cha kwanza, habari binafsi za mkopaji. Benki huwa zinahitaji habari binafsi za mkopaji na biashara inayoombewa mkopo. Benki pia huhitaji taarifa za uwezo wa kifedha za mkopaji na wasifu wa biashara yaani business profile. Kigezo namba mbili ni kiasi cha fedha kinachohitajika. Benki hupenda kufahamu kiasi cha fedha kinachohitajika na jinsi hizo fedha zitakavyosaidia ustawi wa biashara. Benki huwa inatafakari kama kiasi hicho kinachoombwa kinatosheleza mahitaji ya biashara. Vile vile, benki hupenda kufahamu ni kiasi gani cha fedha mjasiriamali amewekeza kwenye biashara. Kigezo namba tatu, malipo ya mkopo. Benki haiwezi kutoa mkopo mpaka ijiridhishe kuwa mkopaji ana uwezo wa kulipa deni. Kwa hiyo benki itapenda kufahamu wapi itatoa fedha, wapi itatoka fedha za kulipa mkopo. Pesa ya malipo ya mkopo inatakiwa itokane na biashara na pia mkopaji kama mkopaji anahitaji fedha za kununua lori kwa mfano, benki huangalia kama hilo lori linaweza kuzalisha fedha za kutosha kulipa hilo deni. Kigezo cha nne ni dhamana ya usalama wa mkopo. Benki hufanya tathmini ya uwezo wa mkopaji kulipa mkopo na kama kuna ulazima wa mkopaji kuweka dhamana. Kama dhamana itahitajika, itakuwa ni njia ya mwisho kutumika kama mkopaji atashindwa kulipa deni la mkopo. Kigezo namba tano, tahadhari ya mkopaji kushindwa kulipa mkopo. Riba inayotozwa na benki inatokana na tathmini iliyofanywa na benki kuhusiana na uwekezaji kuhusiana na uwezekano wa mkopaji kulipa mkopo. Benki pia hutoza ada mbalimbali kuhusiana na matayarisho ya kutoa mkopo, na mwisho kuchukua hii tahadhari, ndipo benki inapotaka kupewa dhamana, yaani mkopaji atoe dhamana iwapo benki iwapo atashindwa kulipa mkopo benki iweze kutumia hiyo dhamana kurudisha fedha za mkopo. Tumefika mwisho wa kipindi ambacho kinaelezea vigezo vitano vinavyotumika kwa wakati benki inapofanya tathmini ya aliyetaka kukopa kutoka benki. Tunaomba mwendelee kuangalia video zetu zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku asante. Na karibu tena.